Wazee wazee wazee wazee wazee wazee kwenye grupu wazee, eh, umbele leo ni fundi Mobimba, ukipenda mwite la kushiba. Leo alikuwa na mechi yake, zile pesa yake kwata mwizi lambano, eh amefanikiwa kuondoka na ushindi wa mabao matatu kwa mawili ndani ya ngoma 24 chini ya nyuko za brother teacher sekopedia. Huyu bwana fundi, kwanza ongelea kwa, kwa ushindi wako wa leo, zile pesa zako kwata mwizi. Asante sana eh, tupe sile mafanikio, zile ushindi wako wa leo, kwanza awali yote bila shukrani Mwenyezi Mungu nime imekuja kufanya kile ambacho nilijiandaa nacho, lakini bado safari inaendelea. Bado kuna mtu huyo mwingine anafuata hiyo Jumamosi hiyo. Eh bwana, unawaidi nini mashabiki zako zile pepana la Jumamosi? Simba hawezi kupona na ajiandae kupandia. Kama alivyosema sahihi kabisa, mzigo nao yeye ajiandae. Eh bwana Simba dom popote, kama unasikia hii video interview hii, andaa yeah. mzigo uje na mzigo wa kutosha Bwana afuni kwanza ko kabizi kombe lako hesabia hapo watu waone. Pamoja, aiyo mm. Yeah. Hapo e bwana, neno moja kwa mzamini, lazamini pambana leo bwana tichacycopedia mzamini mkubwa kisa hapa Dodoma, namshukuru sana mzamini aendelee mm. na moyo huu, Mwenyezi Mungu ampe kadi ya mapenzi yake Sahihi kabisa, dio, dio. Bwana hongera sana nakutakia maandalizi mema katika mechi ya Jumamosi. Pamoja.